Baada ya dakika mbili tu nasikia ukelele kwamba anaua anaua, fika kuchungulia na kuta mama tayari. Tatizo la mwanzo lilikuwa kuweka bandari kavu ya makontena mjini mbele ya nyumba za wananchi pale malindi funguni, tukaahidiwa kuwa itahamishwa na tukachukua subra. Sasa bandari kavu imezidiwa kutokana na nafasi ndogo iliyokuwepo. Tatizo la sasa ni njia ya kwenda hoteli ya Bwawani imegeuzwa kuwa bandari kavu ya makontena na magari ya mizigo. Wameifunga njia na kuzuia shughuli nyingine zote za kimaendeleo za watu wengine kwa kutizama maslahi yao. Kuna benki pale. Sasa watu hawawezi kuingia hapa njia ya kwenda hoteli ya Bwawani. Sababu hii migari mikubwa kuwekwa hapa na tatizo na hawa watu wa benki hawalalamiki wala hawachukui hatua, na huko kuna kituo cha polisi, hakuna hata polisi aliotoka nje akaona kwamba hapa kuna foleni imekwama eh? Kwa hivyo wanasababisha msongamano mkubwa. Huu mji mdogo unataka kusimamiwa. Jambo dogo tu linasababisha linakuwa kubwa. Ikitoka ile gari kwenye ile yadi inabakisha nafasi ndogo kufika katika mlango wa benki. Naona sasa hapa dhiki kwamba hawa wamepakia na wameshaondoka. Sasa naona ikapita chini ya taa ya barabarani ile, manake kama bado sentimita kadhaa twaigonge. Ivunje mipango gani hii ya mji kuweka makontena mbele ya benki? Kuna skuli pale, vipi usalama wa watoto? Kuna nyumba ya kulaza wageni pale wanaoharakia kusafiri. Kuna kumbi ya harusi pale inayohitaji parking ya kutosha. Kuna wakaazi ambao wana haki ya kuitumia barabara ile na kuweka gari zao. Tunajiuliza, hakuna viongozi waliloliona tatizo hili au kujua kuwa hili ni tatizo? Na kama hawakujua kuwa hili ni tatizo, tuna tatizo kubwa la kutokujua matatizo. Halafu tuna tatizo jengine la kujua kutatua matatizo. Hivi karibuni kuna gari moja ya mizigo imemponda dada yetu Bithureya na kumpotezea uhai wake katika njia hiyo hiyo ya Funguni. Baada ya dakika mbili tu, nasikia ukelele kwamba anaua, naua, fika kuchungulia, nakuta mama tayari ashaanguka, ashaanguka. Kuna gari kubwa pale limempanda nusu limempanda nusu. Sasa ulopiga kelele yule ni dereva wa gari jengine, magari makubwa haya watengeneza njia, alikuweko huko ndo de ule dereva wa gari illokanyaga yule mama akarudi nyuma, ah, waje? waje pale wakatoka na watu wengine wakamfanya usamaria mwema, akaja na askari wakamchukua wakampeleka vitali peleka hospitali. Ndani ya nusu saa hivi nkapigiwa simu, tayari ule mama amefariki. Mimi nilikuwa nipo nyumbani, nkaja nikaletea taarifa na huyu bwana mliomhoji sasa hivi, kama mama yako kule kagongwa. Kwa hiyo anaku, anakuita mama yako, maana hajakata kauli mpaka nifike. Nilipokwenda nilipofika, kweli akanambia, mwanangu, hola amenigonga. Ananambia mama angu naumia, ngama mama utapoa, ndakupeleka hospitali. Bas akashahadia mwenyewe, akasoma sura zake anazozijua, tukamchukua nikakuta pale kwa askari mmoja wa trafiki, kanambia nipige picha gari, mimi kamchukua mzee wangu, kamtia kwenye keri, kampeleka hospitali. Kufika hospitali, njiani naona kama ndo alipokata roho, maana fika hospitali mamangu hasemi tena kitu. Tarehe tatu mwezi wa pili, sasa hivi ni mwezi na siku imetokea yeah. Saa ilikuwa saa nane na nusu humo ama tisa kasoro, hiyo ajali kufupi. Okay, kampuni yenyewe haijanipa ushirikiano wa kutoa mashirikiano yote, sababu anaona ni mko mwanamke peke yangu, sina msaidiza kumfatilia chochote. <laughs> na tushawahi kusema hapo awali kama hii ni hali ya hatari kwa wananchi, magari makubwa ya mizigo ya makontena yatafutiwe uwanja wa kupaki magari yao na kupakua mizigo yao. Barabara ya Funguni haina eneo la kutosha la kuegesha magari makubwa. Sehemu iliyokuwepo ni kwa ajili ya shughuli zilizokuweko tokea asili.